Unatazama Uvira News TV. Asante e, msemaji wa kwenye uratibu wa wazalendo ndani ya tarafa la Uvira unakuwa mbele ya vyombo vya habari, tungelitaka kujua hali ni gani kwa sasa kwenye maeneo tofauti ambako mnapatikana mkifanya vita pembeni na jeshi la taifa FARDC kama e, vile unasema katika uwanja wa vita wazalendo kwa tariki kumi na saba za mwezi wa tano mwaka huu waliweza katika tarafa la Uvira kuchukua vilaje ine notamaa, vilaje ya Bufukie, vilaje ya Nakamuru, vilaje ya Rukubo vilaje na ya Marungu. Zile ni teritware ya Uvira muho platon E, na pale wanataka atendre kuwa vilaje ya Kageregere, sababu mnajua kwamba adui alikuwa alishajipanga sana Kageregere ajili ya kuja kupiga Uvira na wazalendo wakasema hawawezi kumwachia nafasi, ndipo walikwenda kumpiga e, katika teritwari ya Fizi. E, wazalendo walichukua vilaje ya Natulonge, vilaje ya Narushasha e, Nyamiringa zile vilaji tatu ni komba yenyewe ilipitikana msiku 15 za mwezi wa tano mwaka huu tunao na waliweza kuresir ku conquerir ile ma, ma vilaji kule Fizi eh, ni watu wa General ngoma Zito ndio walipigana pale. Kwa tarafa la Uvira ni watu wa General Kashumba ambao wamepigana pale na kuchukua zile vilaji nne na Fizi zile vilaji tatu ni watu wa General ngoma ngoma zito yani. Kwa Uvira eh, ni kuhakikishia watu kwamba adui ambaye alikuwa shaji konsantre Kageregere iko anapigwa, na hizi nafasi nne ambazo nimezitaja hapa ziko katika mikono mizuri ya wazalendo wa watoto wa Uvira, ndio wanaongoza na bientot watapiga Kageregere sababu wanaanza ona adui Kageregere hivi ndani sasa, na kisha kumnyang'anya ile nafasi Uvira itakuwa sense of. Nasemekana kwamba Kageregere ndipo kunakuwa ngome kubwa ya waasi wa M23 E, wanaoshirikiana na hawa watigwaneo na Redi Tabara. Je, mnafikiri kwamba mtaweza hiyo ngome wakati wanajipanga kushambulia Uvira? Kageregere, usitaje kama ngome kubwa, ni ngome kama ngome zingine za za Wanyarwanda walikuwa marungu, si wamepigwa? Na ile ya Kageregere wataipiga, sababu e, waliyoipiga ya marungu ndio kubwa kuzidia hiyo inayoitaji ya Kageregere na hapa nyuma utasikia tu kwamba na Kageregere imekuwa katika mikono mizuri ya watoto wa taifa wa wazalendo. Usiwaze kwamba kuna mambo ya ugumu ambayo yanaweza yakapitikana pale Kageregere ambayo yako ngumu kuzidia nafasi zingine ambako wamepigwa. Na upande wa Katogota, nini inaendelea huko? Kwa upande wa Katogota kama gisi nimewaambia, Katogota kimebaki kiwanja cha vita. Na wazalendo hawako pale na M23 hawako sababu ukienda Katogota hautakuta hata raia yoyote. Wakati unasema nimeteka kijiji, unaingia katika kijiji unakiteka, unabaki ndani ya kijiji na raia unawaita wanarudia ndani ya kijiji. Sasa Katogota imebaki uwanja wa mapambano, na kwa M23, hakuna watu na kwa wazalendo hakuna watu. Nani ni mstari ambao watu wanapigania lakini kuna picha zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha M23, uh, wakizungumza na raia, wakirekodi video, wakionyesha kwamba wao wamemiliki Katogota. Ninyi mnasemaje? Unajua, adui ana mbinu nyingi ambazo anazifanya hapo. Nataka kwanza, naona na unamzungumzia karoti yule, ambaye anafanya mambo ya upumbavu eh. Hata wazalendo inabidi wewe tu uogope, naweza kuchukua tukaenda na tukafika pale kwa ile eneo nikarekodi na wewe sababu ni uwanja uko wazi, lakini adu anafanya nini? Anakwenda, anachukua watu, analeta makamera, anakwenda nachukua picha. Je, katika zile picha umeona raia watu wanafanya kazi? Na unajua kwamba e, kuna picha ambazo zimewahi kuzunguruka kwenye mitandao za adui zilizosema kwamba wanateka, wanateka Bukavu na bado walikuwa bado hawajafika Bukavu. Unajua, adui na mbinu nyingi sana wanachukua picha za zamani. Wale wanaenda wanachukua zile picha za, za zamani ya kale, wanaleta watu katika teknolojia ya sasa na wanaonyesha kwenye mtandao kwamba tunamiliki ile nafasi, lakini mimi nakuhakikishia kwamba ni uwanja wa vita, hakuna aliyeko pale. na Rwanda wenyewe wanajua, wamepoteza karibuni maofisa watano tumewatuanga pale na wamefanya juma tatu wakiwa kwenye vikao hapa Bukavu wako wana, wanajiuliza kwa nini, kwanini wame, wameshindwa kuingia kutoboa katika kijiji cha, cha Katogota ili waingie ui. Ile ni mambo ya shantage ya yule mpumbavu Karoti da ye yule amesema, ingelikuwa Wilingo Mandia alisema, sababu Wilingo Mandia msemaji wa, eh, wa M23. lakini amebaki kimya kuonekana kwamba wamepigwa, wamemtumia yule sababu ni mpumbavu tu, mtu anaishi kwa kupewa chakula na Wanyarwanda, naona kwamba yale maisha yanaishia pale. Yule ni mpumbavu, na mimi siwezi kufuatana na mambo yake, ila M23 wenyewe wanajua walipata esheke gani na hata kuna audio wenyewe walikuwa wanatumiana kwenye mitandao za kijamii zilikuwa zinasema katika lugha ya Kinyarwanda jinsi wamepigwa Katogota. Sasa wao wamepoteza watoto wao, wao wanawake wao wanalilia watoto wao ambao wamekufa. Yule mjinga anakwenda anatangaza wao. Ingelikuwa Wilingo ma, anajua kwamba walipiga wazalendo angesema, namjua, ajua Wilingo Magisi anakaa kwenye mtandao aki, akitapa, eh, M23 kwa sababu gani? Hakusema mambo ya Katogota sababu anajua kwamba walipigwa kabisa. Na hata siku hizi sijui kwamba uko nafata, umewahi kumsikia tena huyu mjinga wetu mwivu akizungumza kwenye media? Na, na hawana la kusema sababu Uvira. Japo hiyo Uvira hataki kuingia katika mikono ya M23 na katika mji kuna mauaji ya kuvizia yanaendelea, wakati huu wakizi asimileku ni wazalendo ambao wana, wanaendesha vitendo hivyo ninyi mnasema namna gani? Eh, mauaji ya kuvizia mauaji ya kuingilia watu katika usiku ki ni kuambie hata Marekani watu wanauawa kila siku kwa kupitia risasi, yaani zile asasinasi bleti tunasema, na wakati watu wanakufa hivyo watu uzani kwamba yale yanafanyika eh, ni wazalendo. Si wazalendo, mzalendo hawezi akaua mtu. Mzalendo yuko hapa kwa kuchunga raia na mali zake. Tumekaa na nyinyi sisi, wazalendo tumekaa na nyinyi muda wa miezi mitatu, je, umesikia mtu amekufa? Lakini kuna watu wa roho mbaya ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria na wanakwenda wanafanya mauaji kwa watu, wakienda wanapora watu mali zao. Hayo ni mambo katika ulimwengu mzima ambayo yanafanyika, hata kwa Kinshasa watu wako wanapigwa risasi hata nasema e, Marekani wanapigwa r hawahesabiagi. Kwa siku moja na kwa masaa unaweza kutana watu, ine tano, sita, wameingiliwa na japo hiyo, kuna ujasusi mkubwa katika zile nchi, hata na nchi jirani Burundi. Hapa mko mnasikia Tanzania na nchi zingine, wale warogaroga, wale mabandia hawezi wakakosa. Sababu wazalendo sisi tunajua kila kiongozi na orodha ya silaha alizo nazo na watu wake jinsi wanavyoishi ili ya kusema kwamba ni wazalendo. Hizo ni mbinu za adui, anataka kupaka uchafu kwenye watoto wa taifa ambao wamejitia kwa kukomboa nchi. Habari za Lubarika ni namna gani? Kwa sababu kuna habari ambazo zimeonekana kwenye mitandao kwamba mmepambana na adui M23 ambao walikuwa katika gari tatu wakipendelea kuingilia eneo ya Lubarika kuja Uvira, hizo habari ziko namna gani? Kwanza, gari yenyewe ya kupitia imetokea ime lubarika namna gani, wakati barabara inakwenda inapita eh, inapita Katogota na inaingia maeneo ya Kaziba. Kaziba na Lubarika ni mbali sana bwana. Wazalendo tunafunga milima yote, hakuna nafasi adui anaweza akapita, na ukitoka lubarika unaweza katembea kilomita makumi mbili na tano makumi nne hizo zote ni, ni kambi za wazalendo. Mbele utafikia kambi ya adui, ni mbali sana na nubarika. Kila mtu yuko katika eh, ni, ni shangwe na furaha, watu wanakunywa gisi, wanataka nyama zinachomwa, eh, wamama wanafanya kazi, zozote zinaendelea kama kawaida, katika mikono mizuri ya wazalendo. Hayo ni mambo ya adui ambayo alitia kwenye mitandao kwa kutaka ku, kuangusha watu aa wa Uvira. yasemekana kwamba kutokana na milio ya risasi inayopigwa kiolela ndani ya mji wa Uvira na wazalendo labda ndio imefanya eh, gavana asiwasili tena kwa mji wa Uvira leo. Nyinyi kama viongozi mnasema nini kuhusu hiyo habari? Gavana ni gavana wa wazalendo, gavana ni gavana wa Sidikivu, na gavana najua kwamba Sidikivu ambayo anaongoza iko katika uwanja wa vita na hakuna mzalendo anaweza kupiga gavana risasi. Na risasi unazozisikia Uvira ni risasi zinapigwa, wale ambao wanachunga usalama waliweza kushtuka naweza kupiga risasi. Hakuna risasi inapigwa ovyo, risasi ikipigwa yani, kuna kisa kilituma inapigwa, ile ya kusema eti wazalendo wamepiga risasi ili gavana. Gavana anakuja na atakuwa katika mikono mizuri ya wazalendo, watampa sekirite nzuri kama jisi walilinda mji wakamlinda mea wa jiji na ndivyo watakavyomlinda gavana akiingia Uvira. Gavana makamu ambaye anapatikana hapa Elakano, si anaishi na wazalendo Ulishaona wazalendo walikwenda kumwingilia lakini, ujua kwamba e, taifa hapa, tuko na FRDC ambayo kuna inafanya ulinzi tukishirikiana na wazalendo, na wengine tuko na polisi nao wanafanya ulinzi na watu wanaendelea na makazi yao. Risasi zinazolia zinakuwa na sababu yake, ila zile haziwezi zikamkataza gavana kuingia hapa. Ni kwake, Uvira ni kwake, atakuja wakati anataka, na katika programu yake sijawahi kusikia mahali wanasema kwamba ni risasi za wazalendo ndizo zilituma hata kuja. Ah, hiyo ni uongo eh, lakini tunamsubiria kwa muda mchache, atajipanga vizuri ili aweze kuingia. Labda ujumbe wako wa mwisho? Ah, ujumbe wangu wa mwisho ni kuambia watu kwamba kila mtu afanye kazi zake kama kawaida, na sisi sote tupambane, tuweke mambo yetu sawa ili tuweze kumpiganisha adui ambaye yuko anatuingilia. Unatazama Uvira News TV, asante.